Nianze na jambo la huzuni liliotokea hapa nchini, na naomba waheshimiwa wote wa Bunge na walikwa tusimame kwa dakika moja ili kuwaombea wenzetu. Waheshimiwa, tukae tumwombe Mwenyezi Mungu aziweke roho za waliopoteza maisha kwenye vurugu zilizotokea tarehe ishirini na tisa Uh, siku ya uchaguzi hapa nchini kwetu. Mungu awape malazi mema ya amani. Amen, Amen. Mimi binafsi, waheshimiwa wabunge, nimehuzunishwa sana na tukio lile. Natoa pole kwa familia zote zilizopoteza wapendwa wao, na tunaomba Mwenyezi Mungu, kama tulivyoomba, awapumzishe kwa amani. Aidha, kwa majeruhi, tunawaombea wapone kwa haraka na kwa wale waliopoteza mali zao tunawaomba wawe na stahamala na uvumilivu. Serikali imechukua hatua ya kuunda tume ya kuchunguza yaliyotokea, yaani inquiry commission, ili tujue kiini cha tatizo. Taarifa hiyo itatuongoza kujielekeza kwenye mazungumzo ya kuleta maelewano na amani, na hizi ni siku mia moja za Samia.